Habari gani, ndugu wapendwa wa chaneli hii, nawakaribisha sana kwenye chaneli hii. Kwa wale ambao hawajasubscribe nawashauri waendelee kusubscribe, lakini kwa wale ambao tayari wameshasubscribe kwenye chaneli hii nawashukuru sana. Na leo nimewaletea kitu kizuri sana. Aa, kama unavyoona hapo mbele yako kuna mazao, kuna zao la alizeti na mahindi kwa mbali lakini kuna ardhi safi ambayo inaonekana uh, ardhi hii inapatikanika ndani ya Kibaigwa Kongwa Dodoma. Ardhi hii ni ya ajabu sana. Uh, nitaenda kukuelezea kimoja baada ya kingine, ndani ya daka kama mbili tatu utakuwa umeshaelewa. Uh, ardhi hii kiukweli, kwamba unaweza ukalima bila mbolea na hatujawahi kulima na mbolea, kiukweli haitumii mbolea. Kama unavyoona alizeti imemea vizuri kabisa. Kwa wale wawekezaji wa ambao wanapenda kuwekeza kwenye kilimo, ardhi zinapatikana, unaweza ukaja kukodi shamba, unakuja una kodi, lakini kwamba kumbuka kwamba hauwezi kutumia mbolea. Wewe mwenyewe ulime na trekta au upande kwa mkono. Mchanga huu ni laini sana, ni laini sana ekari moja kama tu me, wamelima na trekta lani, pale unapoanza kupalilia unaweza kumaliza taika moja, ni mraini sana, kama unavyoona, kama poda fulani hivi e, hii ni mbuga. Kwa hiyo karibuni sana, namba zangu hizo hapo, napatikanika Kibaigwa, wilaya ya Kongwa, Dodoma. Kama mnavyoona hapo, alizeti ni nzuri sana na haijatumia mbolea yoyote ile, na shamba hili kama mnavyoliona sijawahi kutumia mbolea na si mimi tu, asilimia tisini na tisa nadhani kwa wakazi wa Dodoma wote au wakazi wa wilaya ya Kongwa hawatumii mbolea kwenye kilimo, kwenye vilimo vyao mbalimbali. Na ukijaribu kufanya research, hata ujaribu kuuliza sizani kama watu wengi sana wanajua mambo ya mbolea. Unaweza ukamwekea mtu mbolea na akwam, atakwambia mimi isijui kwamba ni mbolea. Ni wachache sana ambao wanatumia, mfano kama kwenye nyanya, lakini ni asilimia kama kumi tu pengine kwenye mia. kwa asilimia tisini na tisa e, wanatumia kulima tu kwamba wanapanda eza kwa jembe la mkono sana sana, kwa jembe la mkono wanaolima, na trekta ni wachache sana, kwa sababu ardhi hii ni laini kama nilivyotangulia Uh, kama unavyoona hapo, kama unavyoona ardhi iko vizuri kabisa, iko vizuri alizeti, imependeza na alizeti hii imelimwa tu, imepandwa tuseme, alizeti hii imepandwa mwishoni mwa msimu huu. Kumbuka e, kwamba msimu huo unaanza kuanzia mwezi wa kuanzia mwezi wa kumi na moja au wa kumi na mbili mvua ndo zinaanza kunyesha kwa ukanda huu wa mkoa wa Dodoma hususani wilaya ya Kongwa hapa Kibaigwa. Mvua inaanza kuanzia mwezi wa kumi na moja au kama si mwezi wa kumi na moja inaweza kuanza mwezi wa kumi na mbili Mwezi wa 12 mvua si inaanza kunyesha? Lakini unavyoiona alizeti hii imepandwa mwezi wa, imepandwa mwezi wa pili tarehe za mwishoni mwishoni, lakini kama unavyoiona sasa hivi eh, kama unavyoiona imemea vizuri kabisa, ina e, kama mwezi na kidogo pengine miezi. Na huu unaoona ni mboga, huu ni mhirire, unaitwa mhirire e, hii ni mboga nzuri sana na ushikashike hapo e, kwa hiyo karibuni sana wawekezaji wote, kama unavyoona alizeti imemea vizuri sana alizeti imemea vizuri kabisa, na shamba liko zuri kabisa, liko barabara. Ardhi kama unavyoiona hii ni mbuga, na asilimia kubwa sana hapa kuna maeneo ya mbuga e, wapo waliotoboa visima kwa ajili ya nyanya, wapo wanaolima hivi hivi kusubiria mvua zetu hizi hapa za kuanzia mwezi wa kumi na moja au kumi na mbili e, mwezi mwezi Disemba ndo mvua huwa zina, zinaanza kunyesha. Kwa hiyo namba zangu ziko hizo hapo, namba hiyo unaweza ukanicheki kwa WhatsApp au pia unaweza ukanipigia, lakini vizuri zaidi ukinicheki kwa WhatsApp, kuna muda mwingi sana unaweza kanipigia ukanipigia ikawa iko busy. E, karibuni sana kama unataka kununua shamba, lakini pia kama unataka kuwekeza kwenye kilimo unaweza ukanipigia ukanicheki kwenye WhatsApp nikakupa ushauri mzuri ni udongo gani ambao nataka uchague kwa ajili ya mazao gani. Lakini almost karibia mazao yote yanakubali hapa Dodoma, upande chochote kile utakachokipanda kinakubali. Nakukumbusha pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii kwa sababu ni mahususi kwa ajili ya kukuletea mambo mbalimbali ambayo yanaweza kukusaidia kwenye kupiga hatua kimaendeleo kwenye maisha yako o so, nawakaribisha sana mweze kushare hii video kwa watu wengine. Ye, pengine mtu anaweza akafaidika na video hii na akakushukuru. Anataka kununua shamba, anataka kukodi shamba, na mashamba huku ni makubwa, unaweza ukalima, unaweza ukalima shamba kuanzia eka ekari moja, ekari mbili, ekari kumi, ekari mia, hata kama unataka ekari mia tatu zinapatikana. Kama nilivyosema kwamba ardhi ya huku ni laini sana, unaweza ukashangaa mikoa mingine unaweza kukuta ardhi ni ngumu. Ukimkuta mtu ana hekari mbili unashangaa wanashangaa kwamba ni shamba kubwa, kwa huku ni mtu analima kuanzia heka mia mia tatu na kuendelea. Kwa hiyo kama unataka wewe mwenyewe heka mbili, unataka heka tatu, unataka heka ngapi, ni wewe mwenyewe, spidi yako ya pia na uwezo wako e. Karibuni sana ndugu wapendwa, karibuni sana nawakaribisha Karibuni sana Kibaigwa. Namba zangu kama nilivyowatajia ni sifuri saba sita nane sabini na mbili sabini na mbili arobaini. Kwa wale ambao mko nje ya nchi, mnaweza mkaanza na plus 255 na kuendelea, ukaandika namba yangu yote. E, kama unavyoona Mimea ni mizuri kabisa, naona ile kule jirani yangu u kule ambao tumepakana, kuna maua tayari kule zimeshachanua na zimeshaanza kuiva, angu apa bado kidogo, bado kidogo. Naona hapa zinakaribia kuanza kutoa maua. Unaona ardhi ni nzuri kabisa, ardhi yenye rutuba, ardhi nzuri sana. Kama unavyoona namba zangu za maasiano ni hizo hapo. Karibu sana, niko Kibaigwa Kongwa, Dodoma. Ardhi ya huku ni nzuri sana. Unataka kununua shamba, pigie e, karibu sana, karibu sana, nawakaribisha sana, nawakaribisha sana watu wote. Nua kabisa ijaanza kutoa maua, inakaribia kutoa maua inakaribia kutoa maua, inakaribia kutoa maua. Wazungu wanaita sunflower, kitu kama hicho kama sijakosea. Jamani karibuni sana wawekezaji wote kama mnavyoona mahindi mazuri. Mahindi safi kabisa, hayo mahindi mazuri mazuri kabisa. Ukiangalia mahindi yalivyobeba japo na hali halisi ya mwaka huu mwaka 2010 na mwaka 2025 watu wengi sana wamekosa, lakini unavyoangalia ardhi hii hapa, nadhani imejitahidi sana kubeba mahindi mazuri. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili uweze kupata habari mbalimbali. E, kama unavyoona nzuri lakini kwa wale ambao wanataka kukodi mashamba, mashamba ni kama haya. Hii ni mbuga udongo wa mbuga e, udongo huu yoyote na mbolea yoyote nauulimwana e, kama unavyoona mahindi yako safi kabisa, maindi yako safi, japo mvua ilikuwa ni chache kidogo kwa mwaka huu, lakini kama unavyoona mahindi yamebeba mahindi yako strong kabisa yako vizuri e, karibuni sana Kibaigwa Kongwa Dodoma. Namba zangu ni sifuri saba sita nane saba mbili saba mbili arobaini kama unataka kukodi, na kama huko nje ya nchi unaweza ukaanza na gharama ya kujumlisha mbili tano tano, yani plus two unaendeleza na namba pale. Karibuni sana ndugu wapendwa, mahindi ni mazuri kwa kweli, kama mnavyoyaona yamemea vizuri kabisa na ni makubwa. Karibuni sana, karibuni sana. Ukitaka kununua shamba pia unaweza ukaniona ukanipigia kwenye namba hizo hizo ambazo nimekutajia.